Wananchi hawa wanalipia malipo serikalini ya vizimba, wengine wanalipia elfu arobaini na tano wengine wanalipia elfu ishirini na saba Sasa walikuwa naomba mheshimiwa mbunge, utakapokuwa mbunge, wenzao huku mbele wametengenezewa mabanda, wamejenga serikali, lakini humo ndani kila mtu anatengeneza banda lake, lakini ana, anaambiwa alipe pesa kama wanaolipa wa huku. Mheshimiwa mbunge, tulikuwa tunaomba wenye mabanda humu ndani walipe hela isiwe na utofauti, kama ni elfu ishirini na saba wote walipe elfu ishirini na saba, kama ni elfu arobaini na tano wapunguziwe kwa sababu mabanda wamejenga wenyewe. Kero ya wananchi wangu ni hiyo. Kero yangu ya kwanza kabisa, cha kwanza ni choo jamani. Choo kule sasa hivi hatuna. Kitu cha pili sasa, hao wana mama hapa jamani wanasumbuliwa mno a wanasunguriwa mna. Ndugu mheshimiwa, mimi kero langu nililonayo ni sisi wauza mbogamboga, sisi baadhi wana meza humo katikati, lakini sisi tunaokuja sasa hivi huwa hatuna meza, tunauziaga hapa langoni, lakini tunapouziaga hapa langoni tunafukuzwa kama wakimbizi. Tunajiuliza sisi sio Watanzania? Namuona kabisa mbunge tunaye, tunaye hatuna jamani anatosha atoshi. Sasa najua mnaniamini diwani wenu, lakini bila rais na huyu mbunge mnayemwona hapa, mimi nitapelea o, ninaombeni kura za kutosha kwa mheshimiwa rais tarehe ishirini na tisa, lakini pia mheshimiwa mbunge sisiem. Lakini pamoja na kuja hapa, nimesikia mambo mbalimbali yanayowasibu watu. Kuna changamoto ya maji kwenye choo kuna changamoto ya parking unavyoshusha mizigo, kuna changamoto ya usafi, kuna changamoto ya elfu ishirini na saba, kuna changamoto nyingi nyingi ambazo zinawakabili watu hapa. Ndio maana sasa, Chacha, mimi sikuwepo huko, unavyotaka kugombea kuwa unaangalia vitu, unaangalia vitu ambavyo unafikiri ukiingia kwenye uongozi uwasaidie wananchi, na mimi nilivyoangalia haya y mambo yote nikaona sasa ni wakati sahihi wa kugombea ili niwe mbunge wa Geita, tusaidizane kuhakikisha kwamba tunasukuma gurudumu mbele ya haya matatizo yote mnayoyasema, tuhakikishe tunyaondoa ili watu wa Geita, ili watu wa Nyankumbu waweze kuishi vizuri. Sisi ni moto. nataka kuwahakikishia mimi na huyu mheshimiwa diwani aliyoko hapa ambaye ni kijana ambaye anajitambua tukiunganisha nguvu mimi na yeye kwenye yale masoko matano ambayo yanaenda kujengwa hapa Geita, hili mojawapo liwe ni soko ambalo linaenda kutengenezwa. Tukienda kutukijenga soko hili vizuri, kwa utaratibu mzuri, kwa arrangement vizuri, kwa ramani nzuri, kila mtu atapata sehemu ya kufanyia biashara na usafi utakuwepo. Mvua zikinyesha hazitasumbua watu, choo kitakuwepo kinachoeleweka sehemu ya kushushia mizigo itakuwepo. Kwa hiyo tutaondokana na utaratibu na changamoto zote tulizo nazo CCM